Umewahi kujiuliza kwa nini watu wenye akili nyingi, wenye vipaji, wenye bidii huondolewa kazini, huwekwa pembeni au ghafla hupoteza nafasi? Je, inawezekana kosa lao halikuwa ujinga, bali kung'ara kupita kiasi mbele ya mtu asiye sahihi? Na je inawezekana unaangamiza mustakabali wako bila hata kujua? Naam, hii ni Siri za Vitabu. Subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia pia, bofya alama ya kengele ili wewe wa kwanza kujuzwa tukipakia videos kama hizi za elimu. Turudi kwenye somo. Ukweli ni huu: kila binadamu ana hofu zake, ana wivu wake, ana insecurities zake. Ukijitokeza duniani ukaonyesha vipaji vyako, ukaonekana una uwezo, utachochea wivu, chuki ya kimya, hofu ya kupitwa. Hiyo ni kawaida, lakini tatizo linaanza pale unapofanya hivi kwa mtu aliye juu yako. Sheria ya kwanza ya mamlaka, Robert Greene anasema usimzidi bosi wako kung'ara, usimfanye anayekutawala kutawala ajisikie mdogo, kwa sababu watu walio juu wanataka kujiona wako juu, sio tu kwa vyeo, bali kwa akili, kwa heshima, kwa mvuto. Hadithi ya kwanza, ya Italia. Kulikuwa na kijana mmoja jina lake Astore Manfredi, alikuwa mzuri, mwerevu, mkarimu. Watu walimpenda bure, hata alipokuwa kimya, alikuwa anangara. Wakati huo mtu mwenye nguvu aliitwa Cesare Borgia, mwanaume mwenye mamlaka, lakini mwenye hofu kubwa moyoni. Borgia alivamia mji wa Astore, lakini kwa mshangao wa watu Hakumuua, hakumfunga, alimwacha huru. Lakini kuna kitu kilianza kumuumiza Borja. Kila Astore alipokuwepo, Borja alionekana mdogo, asiyevutia, asiye na mvuto. Astore hakufanya kosa lolote, alikuwa tu yeye mwenyewe. Mwaka mmoja baadaye, Astore alikamatwa, akafungwa, akauliwa kikatili na mwili wake ulitupwa mtoni. Sababu rasmi, uhaini. Sababu ya kweli, alimzidi borja kung'ara. Somo muhimu: sio kila wakati kipaji ni baraka. Kwenye mazingira ya nguvu, kipaji bila hekima ni hatari. Kuna watu huwezi kung'ara mbele yao, hata ukifanya nini. Kwao uwepo wako tu ni tishio. Hadithi ya pili Japani. Japani ya zamani kulikuwa na mwanaume aitwaye Sen Molikyu. Alikuwa msanii mkubwa, mshauri wa karibu wa mfalme Haidiyoshi. Alipendwa, aliheshimiwa, lakini polepole pole, alianza kusahau jambo moja, kwamba nafasi yake ilitokana na mfalme. Alipojijengea sanamu yake mwenyewe, akajionyesha kama wa daraja la kifalme, mfalme hakusema chochote lakini ndani alikuwa tayari ameamua. Baadaye rikyo alikamatwa na akahukumiwa kifo, sio kwa kosa kubwa, bali kwa kusahau mipaka. Kanuni mbili muhimu za sheria hii: kwanza, unaweza kumzidi bosi wako kung'ara hata bila kukusudia; pili, usifikiri kwa sababu unapendwa una uhuru wa kufanya lolote. Upendo wa wenye mamlaka Una masharti ya kimya. Jinsi ya kutumia sheria hii kwa faida yako. Mfanye bosi wako aonekane mwenye busara. Mfanye ajisikie anaongoza. Kama una akili zaidi, jifanye unajifunza. Kama una wazo zuri, fanya lionekane limetoka kwake. Kama una kipaji, kifanye kimuinue yeye, sio kukuangamiza wewe. Warning. Usidharau hekima hii. Kujificha sio udhaifu, ni mbinu. Kunyamaza sio kushindwa, ni andalizi. Kwa kuwaacha wengine kung'ara unajilinda dhidi ya wivu wao, na siku yako ikifika utapanda juu salama. Hii ilikuwa sheria ya kwanza tu, sheria inayohusu bosi, mwalimu, kiongozi na hata watu wa karibu. Lakini sheria inayofuata ni hatari zaidi kwa sababu inahusu marafiki zako. Katika sehemu inayofuata tutachambua law number two, never put too much trust in friends na ukweli wake unaweza kukushtua.